Wazazi mlioko hapa mkiona uwekezaji huu unafanyika kwenye wilaya yenu, maana yake ni kwamba serikali imekusudia kuleta maendeleo kwa watu wake. Mheshimiwa Rais wetu wakati anaingia madarakani, yeye alisema neno moja, kazi endelee, na kazi mnaiona inaendelea. Nimepewa taarifa na nimefanya ufuatiliaji kwenye wilaya yenu hii fedha ambazo zimekuja hapa ni bilioni mia moja na moja na milioni mia tano zote zimemwagwa kwenye wilaya hii kwa ajili ya maendeleo yenu. Ziko kwenye elimu kama shule hii, ziko kwenye umeme, ziko kwenye barabara, ziko kwenye maji, na mkitaka kujua mipango ya maendeleo ilivyowekwa vizuri fedha, so hizi zimepangwa, kipaumbele cha kwanza ni elimu zaidi ya bilioni ishirini na moja zimemwagwa kwa ajili ya elimu kwa ajili ya wilaya hii. Kwa hiyo nataka niwatakie kila la heri wanafunzi mlioko hapa, someni kwa bidii. Nimeambiwa mnahitaji jiko la gesi, tumeshawasiliana na mtu, kuanzia wiki ijayo watafanya utaratibu, waje wawafungie gesi tuanze kutumia gesi. Nimetembelea maabara. Maabara zile zimejengwa vizuri, lakini hazijaanza kufanya kazi. Nimemwelekeza mkuu wa mkoa afuatilie kwa karibu na mkurugenzi, maabara hizo vifaa vimenunuliwa tayari, watoto waanze kutumia maabara. Eti vifaa vikinunuliwa vikawekwa store, maana ni kwamba kuna mahali hatuwatendei haki watoto hawa na mama Samia aliyetoa hizo fedha. Mkurugenzi mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, hakikisheni hizi maabara zinaanza kufanya kazi. Hii biashara ya watoto kuanza kuchora Bansen Bana, badala ya kuiona ni zama zilipondwa. Hawa wanatakiwa waone hiyo bansen bana kwenye meza, waiwashe, wafanye titration kama ambavyo tunataka wanasayansi tuanze kuwazalisha hapa. Nimezungumza kujenga ukuta, nimeshamwambia mkuu wa mkoa na halmashauri waangalie namna ya kuzungusha ukuta hapa ili tuwalinde watoto wetu na wanyama wakali wanaoweza kupotea njia wakaja hapa. Nimeambia vilevile vile, tamani kwa kuwa ni shule kubwa ya mkoa, kwani kuna dhambi gani na nyinyi mkawa na gari yenu? Kuna mahali mkuu wa shule anakwenda, kuna mgonjwa anaugua. Isiwe ifike mahali tunaanza kuhangaika. Ili jambo, mkuu wa mkoa, mkurugenzi pamoja na mimi tutaliangalia namna ya kulifanya ili liweze kukamilika. Katika sekta ya elimu mwaka huu tu peke yake wa fedha tumetoa fedha ya kujenga sekondari sita ikiwepo hii ambayo limeesha karibu zaidi ya bilioni mia nne na nusu. Lakini po kuja mpango wa serikali wa daktari Samia kujenga mazingira bora wezeshi wa ya watoto wa kike kutimiza ndoto zao. Mkuu wetu wa mkoa wa kipindi hicho, ambaye ni naibu katibu mkuu, ndugu yetu Ongera, aliona ni busara sana na timu yake kuileta shule kuja kujengwa hapa Longido kwao. Tunamshukuru sana kwa sababu sasa hata sisi wageni tuliopokea kijiti tunaona mandhari mazuri. Yani, wanafunzi wanasoma katika mazingira mazuri kama haya, wakishawekewa na uzio, manaake wanaona wanyama, wanaona mlima mzuri, wana hali ya hewa ya hewa, kuna utulivu mkubwa. Ni maamuzi ya busara sana, ambayo sisi tunayaunga mkono na faida zake watatuambia wanafunzi katika matokeo mazuri ya ufaulu.